Nao kampuni ya Royal Media Services imetua sokoni Oyugis kaunti ya Homa Bay kwa shughuli za kukutana na wa wasikilizaji wa Radio Citizen wakishirikiana na wadhamini mbalimbali wakiwemo kampuni ya mawasiliano ya Safaricom, Joy Millers na Pepsi watakita kambi Nyanza kwa siku tatu. Kesho Mseto Campus Tour utarindimwa katika chuo kikuu cha Kisii. Steve Shitera alikuwepo, tumeongera naye asubuhi, na hivi sasa tunaungana naye Tina Ogal, ambaye yuko tayari kutueleza yanayoendelea kwa sasa. Um, asante sana Rashid kwa kwa kuweza kunipatia nafasi. Sasa hivi nasema na na na nikiwa live kutoka hapa hapa hapa Oyugis Town kwenye Oyug Oyugis Town. Town. Um, kwenye Oyugis Market um, ambapo already citizens ulivyosikia hapo awali kimekita kambi ndani ya ya ya ya bus park hapa, Oyugis Town. Na lengo kubwa nikuwa, na na watenye, na kubwa kubwa ni tumekuja mkubwa wateja wetu wetu washiriki wakubwa kama vile kampuni kubwa ya mawasiliano ya Safaricom, kampuni mawasiliano Safaricom, you ww know, Pepsi, ambao ndio watengenezaji wa kinywaji cha Sting ambao walizindua juzi. Vile vile kampuni kubwa ya Joy Millers, ambao ndio watengenezaji wa, you know, unga wa Kavagara, unga wa Joy Max, Mivoko. Na sasa hivi unaposikia hata kule nyuma burudani ni kubwa zaidi. William Tuva ambaye ni mtangazaji wa kipindi chetu cha mchana Mambo Mseto kwa saa saba hadi saa kumi. Sasa hivi yuko jukwani na pale yuko sababu na kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwa vijana wanapata haki yao Ijumaa ya leo ya kuweza kufika pale wananolewa makali na Ma, ma maeneo ya burudani, maeneo ya talanta na mafunzo mengi tu, ndugu yangu, na hivi ninapozungumza na wewe msikilizaji ni wangu mtazamaji ni kuwa niko na baadhi yao you know wa shirika wetu, ambapo nina mmoja wapo wa msimamizi wa mauzo katika area hii ya Oyugis Town, ambapo nitapata nafasi tu apate kujitambulisha na atuelezee, je, siku hii ya leo ina maana gani kwa kampuni ya Safaricom na ni baadhi ya you know bidhaa zipi ambazo wanapata kusukuma katika you know uh, area hii ya Oyugis Town ndugu yangu labda utaanza na majina yako thank you uh, my name is kevin momani um, i look after safaricom business at homa bay territory uh, today we are here at oyugis to celebrate our customers we uh, we have a lot of activities we are doing to get closer to our customers and to make them happy so today we are pushing devices to move our customers from 2g to 4g

Come as many as possible so that we can continue to support you and get to enjoy our Safaricom network. Tomorrow we will be at Kisii um, uh, University whereby we will be targeting the youth. Kesho ni siku ya majamaa wale the young people and the message is the same for them to get the data through Beehive uh, and also to get their devices that we are pushing in the market. Thank you very much. Asante uh, sana. Uh, Rashid ulivosikia ukawa kwa you know mwakilishi wa kampuni ya Safaricom. Nam kama tunakuwa tumetembea na wakilishi wa Safaricom pia, tumepata kuzungumza ama kutembea pia na kampuni ya Pepsi, ambapo kumbuka juzi walipata kuzindua kinywaji cha Sting na ni kinywaji cha Sting ambacho, kwa kweli, tumefika hapa kwa ground. Nitamkaribisha pia mmoja wapo maafisa mauzo ambao wamefika hapa nasi, marekani wa Kenya wengi pia wamefika hapa, wanapata kwanza ile inayojulikana kama sampling, wanaonja vinywaji pale na wanapata kununua bidhaa hizi uh, Rashid kwa bei nafuu na bei rahisi. Karibu sana dada, labda kwa majina yako tunaitwa nani? Kwa majina anaitwa Sara Birundu mimi ndio nasimamia uuzaji wa Pepsi katika hili eneo la Oyugis na kwa ufupi nataka kuwaeleza kuhusu Pepsi. Pepsi tunauza Test product ambayo saa hii inauza kwa uzuri, na kwa saa hiyo Oyugis, tuna sampling ya Pepsi ya ya Sting ambayo inaendelea na Pepsi yenyewe. above all, we have promotion ya yeah, underground underground promotion you dial the numbers that you are given star 459, star 3 ash and then you follow Tuko na gudi zapa mingi mingi. Offers ni moto moto, karibuni na mkumbuke Radio Citizen unasikia hivyo, lakini kabla sijaondoka ama kusonga kando, Rashid kuingia kwenye burudani hapo unaposikia hapo pembeni pembeni nyuma. Pia unajua, burudani hatuwezi maliza bila kupika chapati na of course kupika hata ugali kwenye jukwaa kwa hisani ya Joy Millers ambao ni watengenezaji wa unga wa Kavagara, Joy Max, Mikvoko na Raha Premium. Ngano ni na me bona Alex, ambayo ndiyo pia ni afisa wa mauzo, msimamizi wa mauzo. Pia labda tatuelezea tu kwa sasa hivi, uh, shughuli hii Alex, unaionaje na una hisia yako kuhusu shughuli hii ya leo unasemaje? um...

Hii ilikuwa wapi? Tushaileta na sasa mambo ni shwari, eh, Oyugis yote, Western mzima washakubali that unga ni moja, unga ni raha. Asante sana Rashid, uh, umesikia kuwa hatuwezi maliza bila you know unga wa ugali na wachapati. So from me kwa kwa wewe, thank you very much kwa nafasi hii. Itabidi sasa nirudi kwa burudani, maana manake ndio unaanza tu. Namkumbusha mtazamaji na msikilizaji kuwa kesho tuko kumbuka, tuko Kisii University ambapo tunapeleka burudani kubwa kwa hisani ya you know sachemichema, wadhamini wote ambao tumetembea nao leo hii. Asante sana Rashid, back to you. Shukran sana tina ogali, tulikuwa tumepata taarifa mapema kwamba wewe ndio utakuwa miongoni mwa mtakaopika chapati, lakini nafikiri kwamba hilo tutalishuhudia kesho mtapokuwa katika chuo kikuu cha Kisii. Lakini ukiangalia wadhamini wote wako pale wameridhika, mashabiki waliotokeza wachemichemi ya ukweli wameridhika, na ndio mwanzo mkoko unaalika maua. Kesho na kesho kutwa wanakuambia ndio tandika ulale, cha msingi ukiitwa itika. Wamefika Jitokeze. Naam, serikali imewataka wakandarasi wote waliopewa zabuni za miradi ya ujenzi wa barabara kote nchini